Ndugu wananchi, naomba mfahamu, kujenga makazi ya wafanyakazi karibu na hospitali, tunalenga kuwapunguzia masafa marefu wafanyakazi, pamoja na kupunguza gharama za usafiri kwa wafanyakazi wa serikali, hasa madaktari bingwa kufata huduma hizi mbali na wanakoishi. Kwayo, lengo la serikali katika kujenga makazi haya karibu na maeneo yao ya kazi ni kuwarahisishia. Hivyo basi niwaombe sana serikali ya mkoa na serikali ya wilaya kuhakikisha kwamba wale ambao wamelengwa kuwepo hapa wanakuwepo katika maeneo halisi. Haitapendeza tukawa tumetumia fedha nyingi za walipa kodi na wananchi wanyonge wa nchi hii kujenga majengo yenye gharama kubwa baadaye yakabaki matupu. Tumeyashuhudia haya miaka kadhaa nyuma, madaktari wanahamishiwa katika maeneo ambayo huduma zao zipo, walimu halikadhalika, lakini baadaye au baada ya muda mchache sana wanaomba kurudi katika maeneo yao ya asili ama hawapo kabisa katika yale maeneo ambayo wametengewa. Kwenye mkoa huu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba ulisimamie kwa dhati kabisa, na hapa ndipo tutakuwa tumeakisi uhalisia wa kuwepo kwa jengo kubwa na zuri kama hili. Ndugu wananchi, nimejiulishwa pia nyumba tunazozifungua leo zinatarajia kutumika kwa makazi ya familia kumi na sita kama ilivyoelezwa, nane kwa ajili ya nyumba zenye vyumba vitatu na familia nane kwa ajili ya vyumba nyumba zenye vyumba viwili. Ndugu wananchi, ili kuhakikisha kuwa nyumba hizi zinadumu kwa muda mrefu na kuwasaidia wengi zaidi, naomba nitoe wito kwa uongozi wa wizara ya afya na wafanyakazi ambao ni wakazi wa nyumba hizi kuhakikisha wanazitunza ili ziende kutumika leo, kesho na kesho kutwa. Hapa turudie maneno ya wahenga na wa, walezi wetu ya kwamba kitunze kidumu. Hivyo tutunze nyumba hizi ili ziendelee kudumu, ziwafae wabobezi wetu na madaktari bingwa wengine ambao watakuja badala ya sisi. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, naomba nitoe wito tena kwa uongozi wa wizara ya afya kuzingatia, kwa kuzingatia gharama kubwa zilizotumika kujenga nyumba hizi, ni vizuri mkaanza kufikiria mpango wa matengenezo kinga, ambao kitaalamu tunaita preventive maintenance, ili kuzitunza na kutumika vizuri, ikiwemo kuzifanyia usafi na ukarabati wa mara kwa mara, ziendelee kudumu kama nilivyokwisha kusema.